Makka ilikuwa kimya, lakini ndani ya nyumba ya Mtume rehma na amani zimwendee, kulikuwa na uzito ambao hujawahi kutokea. Mwaka wa kumi bitha, mwaka ambao ulikuja kujulikana kama amul huzni, yaani mwaka wa huzuni. Mwanamke ambaye alikuwa nguzo ya Uislamu, mwanamke ambaye alikuwa kifua cha mtume kupumzika, sasa alikuwa katika hatua za mwisho za maisha yake. Bi Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha hakuwa na maradhi ya ghafla, bali mwili wake ulikuwa umeshaishiwa nguvu kutokana na miaka mitatu ya njaa na mateso wakati wa vikwazo vya Makuraishi. Hebu vuta picha. Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, akiwa amekaa kando yake, akimtazama mkewe kipenzi akimuaga. Huyu hakuwa mke tu, alikuwa ni rafiki, mshauri na mtu wa kwanza kumwamini. Inasimliwa kuwa wakati Khadija anaondoka duniani, hakuacha dhahabu wala fedha yule mwanamke tajiri kuliko wote Makka alikufa akiwa hana hata sanda ya hariri, kwani mali yake yote yote kabisa aliitumia kwa ajili ya Uislamu. Kifo chake kilimuumiza Mtume kiasi kwamba Jibrili alishuka kumpa pole. Lakini ili kuelewa ukubwa wa msiba huu, ni lazima turudi nyuma Turudi mwanzo kabisa, kabla ya njaa, kabla ya mateso, wakati Khadija alipokuwa malkia wa Kikoreshi. Miaka mingi nyuma, Makkah ilimjua Khadija kwa jina lingine, walimuita At-Tahira, mwanamke aliye na tahara. Alikuwa mwanamke mashuhuri, mwenye heshima na ukwasi mkubwa. Inasemekana kuwa wakati misafara ya Makoreshi ilipokuwa ikiondoka kwenda Sham, msafara wa Khadija pekee ulikuwa mkubwa ukilinganishwa na misafara ya wafanyabiashara wengine wote ikiwa imejumuishwa pamoja. Wanaume wengi mashuhuri wa Makka, matajiri na viongozi wakubwa, walipiga hodi nyumbani kwake wakitaka kumwoa. Kila mmoja alitamani hadhi yake na mali yake, lakini Khadija aliwakataa wote. Moyo wake ulikuwa unatafuta kitu ambacho pesa haiwezi kukinunua: uaminifu na tabia njema. Ndipo alipomwona kijana mmoja, Muhammad bin Abdullahi sallallahu alayhi wasallam, kijana ambaye hakuwa na mali nyingi lakini alijulikana kama al-Amini mwaminifu. Baada ya kumwajiri kusimamia biashara zake huko Sham, Khadija alipata faida kubwa ambayo hajawahi kuipata, lakini faida ya mali haikumstua. Kilichomshtua ni ripoti ya mtumishi wake Maisara kuhusu tabia njema za ajabu za kijana huyu. Khadija akiwa na umri wa miaka arobaini alifanya maamuzi ya busara, alijipeleka mwenyewe kupitia kwa rafiki yake kumwomba Mtume rehma na amani zimwendee aliyekuwa na umri wa miaka ishirini na tano kumwoa. Ndoa yao haikuwa ya maslahi, ilikuwa ya mapenzi yaliyoandikwa mbinguni. Kwa miaka 15 waliishi maisha ya utulivu, lakini historia ilibadilika usiku mmoja, kwenye pango la Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anateremka kutoka pangoni, mwili wake ukitetemeka, jasho likimtoka, akiwa na hofu kubwa, baada ya kukutana na malaika Jibril anakimbia moja kwa moja nyumbani kwake, moja kwa moja kwa Khadija. Hapa ndipo tunapoona thamani ya mwanamke huyu Khadija. Hakumcheka, hakusema umechanganyikiwa. Hapana, alimkumbatia, akamfunika na kumpa maneno ambayo yameandikwa kuwa faraja kwa waumini wote mpaka hii leo Alisema, wallahi, Allah hata kutupa kamwe. Wewe unaunga udugu, unabeba mizigo ya wasiojiweza, na unasaidia maskini, na unakarimu wageni. Khadija alikuwa mtu wa kwanza kusilimu, lakini Uislamu haukuja na raha. Makoraishi walipoona Uislamu umezidi kusambaa na hawana uwezo wa kumzuia Mtume rehma na amani zimwendee, waliamua kutumia silaha ya mwisho na ya kikatili zaidi: njaa na kutengwa. Wakuu wa Makoreshi walikusanyika na kuandika mkataba dhalimu, wakautundika ndani ya Alkaaba. Sheria zao zilikuwa kali. Sheria namba moja: hakuna mkuraishi yeyote atakayewauzia chakula ukoo wa Mtume. Sheria namba mbili, hakuna kufanya nao biashara ya aina yoyote. Sheria namba tatu, hakuna kuoleana nao mpaka wamtoe Muhammad au wawe huu ndio ulikuwa mtihani mzito zaidi kwa Bi Khadija, yeye na mmewe pamoja na ukoo mzima wa Bani Hashim walilazimika kukimbilia na kujifungia katika bonde kame la Shaibi ya Abi Talibi kwa miaka mitatu mizima. Walizingirwa, hakuna chakula kilichoingia. Masahaba wanasimlia kuwa walifikia hatua ya kula majani ya miti na ngozi kavu zilizolowekwa majini kwa sababu ya njaa kali. Bi Khadija, mwanamke aliyozoea maisha ya kifahari na heshima, sasa alikuwa akilala kwenye mawe akisikia vilio vya watoto wachanga wakilia kwa njaa usiku kucha. Lakini cha ajabu ni hiki, hakuwahi kumlaumu mumewe hata siku moja. Badala yake, alitumia mali yake yote iliyobaki kununua chakula kwa siri kutoka kwa wafanyabiashara wa nje ili kuwalisha Waislamu. Utajili wake wote uliishia hapa katika kulinda Uislamu. Fikiri mama huyu ambaye amezoea maisha ya kifahari, sasa anakula majani ya miti. Hapa ndipo afya yake ilipoanza kudhoofika kwa kasi, lakini hakuna hata siku moja alilalamika kwa Mtume rehma na amani zimwendee alisimama imara kumlinda mumewe na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Tunarudi pale tulipoanzia kwenye kitanda cha mauti. Baada ya mateso hayo ya bondeni, mwili wa Bi Khadija haukuweza kuhimili tena. Alipofikwa na umauti, Jibrili alishuka na kumwambia mtume Mpe Khadija salamu kutoka kwa Mola wake na umbashirie nyumba peponi iliyotengenezwa kwa lulu ambayo haina kelele wala tabu ndani yake. Hamna kelele wala tabu kwa nini? Kwa sababu alilinda utulivu wa mtume duniani hata baada ya kufariki. Mtume rehma na amani zimwendee hakumsahau miaka mingi baadaye. Alipokuwa mtume Madina, pindi akichinja mbuzi alikuwa akisema, pelekeni nyama hii kwa marafiki wa Khadija. Alipoulizwa kwa nini unampenda kiasi hiki, mtume alijibu, aliniamini wakati watu waliponikataa, na alitoa mali yake yote wakati watu walipo ninyima. Huyu ndiye Bi Khadija, mwanamke ambaye Uislamu umesimama juu ya mabega yake. Je, wewe unajifunza nini kuhusu kujitolea kutoka kwa kisa hiki? Tuandikie maoni yako kwenye komenti. Mimi ni msimlizi wako kutoka Islamic Book Story. Usisahau kusubscribe kwa ajili ya visa vingine vyenye mafunzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.